Mwaka elfu mbili na ishirini wananchi wa Kisarawe walimchagua mheshimiwa Selemani Jafo kuwa mbunge wao. Safari ya maendeleo ikaanza. Katika kipindi cha miaka mitano tumeshuhudia hatua kubwa za maendeleo: barabara kuimarishwa, huduma za maji safi kufikishwa vijijini, vituo vya afya kuboreshwa, na watoto wetu kusoma katika mazingira bora. Huduma za afya zimeimarika. Elimu imepewa kipaumbele na vijana pamoja na wanawake wamewezeshwa kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi. Tunashukuru rais wetu, tunamshukuru mbunge wetu, tunamshukuru kwa maendeleo ya maji yaliyotuletea. Asante ni sana. Mwenyezi Mungu yamjalie, amzidishie kila la heri. Tunapata tabu sana kuhusu swala la maji, ila tunamshukuru Mheshimiwa a kuletea maji paka tukonaondoka mtoni huko mabondeni huko naenda kupambana na mijoka asabi maji wanapata hapa shuleni, tuna vijana wanapata maji kiwepesa. Lakini safari bado inaendelea, changamoto zipo, barabara zaidi zinahitajika kukamilika, huduma bora zaidi za afya zinahitajika, na fursa za ajira kwa vijana lazima ziendelee kupanuka. Katika upande mwingine ni upande wa viwanda ambao chili kipaumbele changu chana kikubwa cha miaka mitano. Jana tumeanza na ujenzi wa kiwanda cha korosho kiwanda hichi le, lengo lake ni kwamba kwanza kitengeneze ajira kwa vijana, lakini tuongeze thamani kwa korosho zetu. Jambo hili naomba niwaombe, tutahangaika licha kiwanda kile, tutaangalia nini tufanye, tuongeze viwanda vya kuongeza thamani katika maeneo yetu. Hili jambo kubwa tutalifanya kwa sababu lazima vijana wetu waweze kupata fursa ya ajira, lakini swalazima so kuwajali kina mama na vijana. Naomba niwaachie mama wao mama zao na na ajenda ya mikopo. Ninafahamu mikopo miaka 5 ilipo miya na changamoto yake, kwa sababu maeneo mengine walifanya matumizi mabaya ya mikopo, serikali ikasitisha mikopo ikaanza kurekebisha mwaka jana tu uso naewakish miaka mitano ijayo tunataka tuhakikishe tunapata fursa ya mikopo, lakini yenye kuleta tija na hasa kujielekeza katika viwanda vidogo kwa ajili watu watengeneze ajira, lakini kuongeza thamani katika maeneo yetu. Mheshimiwa Selemani Jafo ni chaguo la wananchi, sauti ya maendeleo ya Kisarawe. Safari inaendelea.